Ume, umejiandaa kwa ajili ya kusherehekea idi, wewe ambaye ulifikiria kwenda kununua maabaya, wewe ambaye umejiandaa kwenda kununua kanzu, wewe ambaye umeandaa e, sehemu ya kwenda kula bata, sijui Zanzibar, sio nchi gani. Mimi ningependa kukumbusha kitu kimoja, sijui ni wapi mwenzangu wewe unapata furaha ya kufurahi kiasi kama hicho unastarehe kiasi kama hicho. Sijui wapi mnapata Waislamu hiyo nguvu ya kupana kupumua na kuenjoy kama ambavyo walikuwa wanaenjoy maswahaba ndani ya daula. Mimi ni ukumbushe kitu kimoja, kipindi ambacho tuko nacho ni zaidi ya miaka mia moja na sasa, hatupo katika dola ya Kiislamu, hatupo katika maisha ambayo Allah anayaridhia tupo katika maisha ya upagani na nikukumbushe kwamba maisha ambayo tunayaishi haya, Mtume sallallahu alaihi wasalam ameyakana. Mtume anasema, mimi niko mbali mno na waislamu wanaoishi katika miji ya kipagani. Miji ya kipagani ni ile ambayo sio inaongozwa na kiongozi wa Kiislamu, bali ni ile ambayo inaongozwa na kiongozi ambaye hafuati sharia za Allah katika kuwahukumu watu wake ndio miji ya kipagani. Lakini pia ni wakumbushe ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwislamu yoyote yule ambaye atakufa katika aliyakuwa hayupo katika baiya, kiapo cha amiri, huyu mwislamu atakufa kifo cha kijahili. kipindi ambacho tuko nacho Wapo waislamu ambao hawajui tupo wakati gani, basi hawa ni rahisi sana. Kipindi kama hichi kuona wakipaparika masuala ya abaya, si vitu gani, vitu gani, yani wao ni bize na mambo ya kufurahi, lakini kwa wale ambao of course tunajua tupo wakati gani, wallahi tuna balance, tuna balance, tuna balance, kwa sababu tukiangalia eh, hatumridhishi Allah kivile katika maisha yetu ambayo tunaishi furaha tunaipata wapi? ya kustarehe tunaipata wapi? Furaha tunajilazimisha tu kufurahi, lakini kiwalisia wallahi, tunahitajika sana kufanya istighfar. Ndugu zangu, tunahitajika sana kuweza ku, ku kunyenyekea, yani tuweze ku, sio niongee namna gani tutaelewana? aya maneno nikiongea kwa watu tuna ni mageni kwao, kwa, kwa sababu wengi hapendi kuambiwa ukweli. I, hizi kauli ambazo nimeongea hapa nyuma ni moja kati ya kauli ambazo Waislamu wa sasa hawazipendi kabisa, kwa sababu wengi wanaamini nini? Wengi wanaamini Uislamu aliowaacha Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio bado tuko nao mpaka leo, kwa hivyo hakuna ambacho kimbadilika, na kauli zao wengi kuwafuata, atakwambia dini imekamilika, kwa hivyo dini inahitaji kuendelea kuendelezwa. Hawana habari kwamba dini dola imekwisha kuporomoshwa na kuporomoka kwa dola. Maana yake kuna kuna dhoofisha dini wao na watu wana silimu wana silimu ndio, wana silimu ila wale watu wanaishi kwa maisha gani? Wanahukumiwa wana na nini? Wanahukumiwa kipagani, na Allah amewataja watu ambao wanahukumiana kipagani, ni makafiri ni madhalimi. Kirejea katika sura Tulmaida aya namba 44 Allah anamwambia Nabii Musa wale ambao wanahukumiana kwa wale ambao mola wako hajateremsha, hao ndio madhalim, hao ndio makufar. Maneno ambayo Uislamu apende kuyasikia lakini, pia Allah anasema katika An-Nisa aya nambari sitini na moja, anamwambia wewe mtume, wewe unawaona wale ambao wanadai wameamini, wamemwamini Allah, wamekuamini wewe na wameamini siku ya mwisho, unawaona wanataka kwenda kuhukumiwa kwa yale ambayo Mola wako hajateremsha na sheitani nani? Nafikiri na mimi ambaye sasa hivi hivi uko busy, uko busy, kanzu uko busy, usha point pale Serena Hotel ushapoint ukaenjoy it na mengineyo raha kama hizi tunazipata wapi? kipindi kama hicho Waislamu ambao tunajua tupo katika wakati gani? tupo katika sobera, sisi ni wageni. Mgeni unakuwaje na furaha? sisi tunaishi katika hizi hii mifumo, ni wageni, tushagundua, na Mtume kashaongea wakati ambao tuko nao, hatuwezi ku, hatuna uwezo wa kubadilisha kitu, walakini Mtume kasema Unapoona uovu unaendelea uondoshe, ukishindwa useme, ukemee, ukishindwa uchukie, japo kuchukia ni dhaifu katika imani. Hasa wewe haupo kwenye kundi hata moja katika haya matatu, hausemi, hauondoshi, hakuondosha tuwezi, hausemi, hauchukii, wewe ni bata. Sisi Waislamu, ambao tupo katika zama hizi ambao za mwisho, zama za akhiru zaman, tuna au jua tupo wakati gani? Tupo katika subira, subira gani? Subira ya kumngoja amiri almuuminin, ili tukafanye baia ya kiapo kwake cha utiifu, ambaye huyo amiri almuuminin kwa zama hizi atakayekuja, ambaye mtume kamtaja ni imamu al-Mahdi. Uenda wewe ukaosha msikia Mahdi anazungumza sana na mashia Shia, wana mahadi wao ambaye sisi pia tumtambui. Sisi ni mzungumzi hapa, ni mahadi ambaye mtume kamtaja ambaye atakuwa anafanana jina sawa na jina lake na jina la mwisho kama jina la baba yake Muhammad bin Abdullah ambaye huyu ndiye atakayekuwa na jukumu la kurudisha tena Uislamu utawale duniani. Sio sisi, Sheikh. Sisi leo tumesha poteza ule umoja, nguvu hatuna, kwa hivyo tunakuwa katika subira au wanaopambana, si kupambana na serikali za saizi, hakuna anayeweza. Tunamsubiri amiri limuumini, kwa hivyo tupo katika subira. Ndio maana tunaishi humu na tunasikiliza wanaoongoza, kwa sababu ndio watawala. Hatuwezi kuweta ukaidi, kwa sababu ndio wageni tena, lakini sio ugeni unajiachia sana mpaka ah, anaonekana mwenyeji mwenyewe, hata siku ya kiyama utawo, kuna ambacho unaumia yanayoendelea ya duniani yanayoendelea ya wapi? Kwanza pale Palestini, ndugu zetu wanauawa pale kila siku, lakini kuna waislamu wanaumia huko waislamu, hamna mtu anayeumia. Inatoa picha wazo kama namna gani tumekuwa hata baina yetu kwa sisi, hatuhurumiani, hatuoni dhiki yanayopitia wenzetu kama dhiki yetu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi pale Madina, waislamu wale muhajirina wanatoka Makkah na Madina answari wakawapokea wanaumia kama vile ni wao, wanawakea tabu yao, tabu yao, tabu ya wale muhajirina, tabu ya answari. Sisi leo wapisha, mapenzi yetu yamedhoroteka, tumetenganishwa. Kwa ndugu zangu, sijui nyie, furaha ya kusherehekea kuwa na raha kiasi hicho mpaka meno thelathini na mbili thelathini na nne yako nje, yote thelathini na mbili unasema yote yako nje, wenzangu nyie, furaha mnaitolea wapi? Ndiyo, sikukuu ya Eid ni sikukuu ya kufurahi, na alikuwa kifurahi sana maswahaba na kustarehe. Wao walistarehe wakiwa wana dola, wana maisha ya kiislamu kamili kabisa, walikuwa na haki ya kufurahi. Wewe na mimi ambaye saizi huna dola, huna una mfumo wote unaosimamia katika eh, Kiislamu katika dunia hii raha tunaitoa wapi?